Mwandishi mmoja wa kane ya kumi na tisa aliweka vizuri sana aliposema kwamba Yesu Kristo hakuwahi kuomba wapendwa, alitaka wafuasi. Unajua, inawezekana kumpenda Yesu bila kweli kumfuata. Sasa leo kwenye safari yetu ya hekima tunafika kwenye Luka sura ya tisa, ambako mazungumzo matatu yanatokea kati ya Yesu na watu watatu ambao kwa kweli ni wapendwa wake Wataenda kumpa Yesu kile ninachoweza kusema ni visingizio vitatu vya kawaida kabisa vya kukataa kuwa wafuasi wa kweli. Sasa kisingizio cha kwanza kinasikika hivi, nitafuata Bwana, lakini sitamfuata bure. Kwa maneno mengine, nitafuata Yesu kama atanipa kile ninachotaka kama malipo. Tuko kwenye Luka sura ya tisa. Mstari wa 57, unasema hivi: walipokuwa wakienda njiani mtu mmoja akamwambia, nitakufuata popote uendapo. Sasa injili ya Mathayo inatuambia kwamba mtu huyu alikuwa mwandishi. Huyo ni mtaalamu wa Biblia, ameshakuwa akisoma maandiko kwa miaka mingi, ana ana shahada ya juu ya sheria ya agano la Kale. Unajua, imebandikwa ukutani mahali fulani kwenye chumba chake cha kusomea. Sasa mtu huyu kwa dhahiri, anafikiri Yesu labda ndiye Masihi, na kama Yesu kweli ni Masihi, basi huyu mtaalamu anadhani Yesu atapindua dola ya Kirumi, ataleta mafanikio ya kiuchumi, ataleta ufalme wa Mungu na atawapa wanafunzi wake, anawapenda vyeo bora zaidi katika ufalme. Na kwa mtazamo wake yeye, anaona kabisa kwamba angekuwa mmoja wa wagombea wakuu wa kupata nafasi muhimu katika ufalme huo unaokuja. Sasa cha kuvutia hapa ni kwamba Yesu hamkatalii moja kwa moja, lakini anamwambia ukweli. Aya 58, Yesu akamwambia, mbweha wana mapango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Kwa maneno mengine, ukifuata mimi, nataka ujue kwamba mbweha na ndege wana hali bora kuliko wewe. Wenda usiwe na hata mti wa kivuli nyuma ya nyumba yako wa kuweka miguu juu na kupumzika kidogo. Sasa hatujaambiwa huyu mtu alijibu vipi. Labda Luka aliacha jambo hili wazi kwa sababu Roho wa Mungu anataka sisi kwa namna fulani tujiweke kwenye viatu vya huyu mtu na tujiulize, unajua, tungefanya nini kama kama kama kumfuata Yesu kusingeonekana kuwa na faida yoyote. Je, bado tungekuwa tunamfuata leo? Sasa pamoja na hilo, Bwana anakutana na mtu mwingine mwenye kisingizio kingine cha kawaida cha kutokuwa mfuasi wa kweli. Kimsingi ni hivi, nitafuata Bwana, lakini lakini si sasa hivi. Hii hapa mazungumzo katika mstari wa 59. Akamwambia mwingine, nifuate. Lakini yeye akasema, Bwana, niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao wenyewe. Akasema, lakini wewe nenda ukalitangaze ufalme wa Mungu. Sasa kwa kusema ukweli, mwanzoni inaonekana kama Yesu anamwambia huyu mtu aache kuhudhuria mazishi ya baba yake, unajua aende tu huko akihubiri Injili, lakini maandiko hayasemi kwamba baba yake tayari amekufa. Niruhusu nimzike baba yangu ilikuwa msemo wa Mashariki ya Kati, ilimaanisha kushughulikia mambo ya familia hadi baba afariki. Unaona, hii ni sababu rahisi ya kujipa muda zaidi na jibu lake kwa Yesu linaonyesha kipaumbele chake maishani. Niruhusu kwanza nishughulikie mambo yangu, ye, niruhusu kwanza nipate urithi wangu, niruhusu kwanza nipate usalama wa kifedha. Halafu unajua nini, nikiwa na pesa nyingi, Bwana, nitakufuata, lakini si sasa hivi. Labda labda unafanya kazi sana ili kupanda cheo kwenye kampuni, au au kuhamia kwenye nyumba mpya, au kutumia wikendi zako kwenye hobi au shughuli ambazo unaamini umezipata kwa bidii yako. Vipaumbele vyako vya maisha havina uhusiano wowote wa na Bwana. Kwa kweli, kuwa mfuasi wa Kristo kutakuzuia kwenye mipango yako. Hakuna hakuna ubaya ubaya kuwa na hobi, hakuna ubaya kuwa na kazi nzuri, lakini lakini unasubiri hadi mambo ya kifedha yatulie kabisa ndipo uanze kumfuata Yesu kwa umakini. Hiyo ni sababu ambayo imetumika kwa zaidi ya miaka elfu mbili sasa, na hoja ambayo Yesu anatoa hapa si sana kuhusu unajua, kuhudhuria mazishi au kushughulikia masuala ya urithi au au kushughulikia biashara yako Yesu anazungumzia hii sababu ya kawaida sana ya kutomfuata Bwana. Nina vipaumbele vingine, siwezi kukufuata sasa hivi, lakini lakini nataka unirudie baadaye. Hivyo basi, hizi ndizo sababu zilizofupishwa: Bwana, nitakufuata kama utanipa ninachotaka. Pili, Bwana, nitakufuata lakini si sasa hivi na sasa sababu ya tatu ya kawaida inatokea hapa. Mtu huyu kimsingi atajibu kwa kusema, Bwana nitakufuata lakini si kikamilifu. Hii hapa kwenye mstari wa sitini na moja: mwingine akasema nitakufuata, Bwana, lakini kwanza niruhusu niwaage wale walioko nyumbani kwangu. Sasa jibu la Yesu hapa kwenye mstari wa sitini na mbili mwanzoni linaonekana hali husiani. Mtu yeyote atiaye mkono wake kwenye jembe na kuangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Kweli, katika siku hizi jembe lilikuwa si kitu kingine bali ni kipande cha mbao chenye mpini upande mmoja na ncha ya chuma upande mwingine. Lilihitaji umakini wa kudumu. Lugha ya Kigiriki inatuambia kwamba mtu huyu haangalii nyuma mara moja moja wakati anapolima. Yesu anazungumzia mtu anayekuwa anaangalia nyuma begani mwake mara kwa mara. Kwa maneno mengine, huwa haangalii mbele au kusonga mbele. Unaona, kuangalia nyuma ni mfano wa kutamani kurudi kule, na hiyo ndiyo kini cha kisingizio cha mtu huyu: ndiyo Bwana, nitakufuata, lakini moyo wangu uko kule nyuma, hauko nawe kabisa, uko kule nilikoishi zamani. Kwa maneno mengine, mtu huyu hana nia ya kweli ya kuanza maisha mapya na Kristo. Yeye anataka tu maisha yake ya zamani yalivyokuwa. Hivyo basi hizi ndizo visingizio vya kawaida, na niambie tu, bado ni maarufu leo kama zilivyokuwa enzi za Kristo. Bwana, nitakufuata lakini tu kama utanipa ninachotaka. Bwana, nitakufuata baadaye, si sasa hivi. Bwana, nitakufuata nusu nusu, sitaki ukubali kuchukua usukani wa kila kitu kinachoendelea katika maisha yangu. Kumfuata Kristo kuna hilo linanikumbusha wasifu wa kijana mmoja niliyesoma jina lake alikuwa William Borden. Mwaka 1904 alikuwa mrithi wa mali nyingi ya familia yao na kwa kweli kama zawadi ya kuhitimu kidato cha nne wazazi wake walimpa safari ya kutembelea maeneo mbalimbali duniani. Basi wakati wa safari hiyo aliandika barua nyumbani akieleza kuwa Mungu alikuwa akigusa moyo wake kuelekea kwenye uwanja wa umishonari. Wakati huo huo aliandika maneno mawili nyuma ya Biblia yake, maneno haya hakuna akiba. Watu wengi walidhani kwamba mzigo wake wa umishonari ungepungua, unajua, ungeisha tu baada ya kurudi nyumbani, lakini badala yake hamu yake ya kupeleka Injili kwa watu ambao hawajafikiwa ilizidi kuongezeka. Wakati Borden alipokuwa mwaka wa mwisho wa chuo kikuu cha Yale, asilimia 85 ya wanafunzi pale walikuwa wanahudhuria masomo ya Biblia aliyoyaanzisha tangu mwaka wake wa kwanza. Baada ya kuhitimu kutoka Yale na fursa nyingi za kibiashara zikimiminika kwa kiongozi huyu kijana, Borden alishikilia maono yake ya umishonari wa dunia, na wakati huo aliandika maneno mengine mawili nyuma ya Biblia yake maneno haya, hakuna kurudi nyuma. Borden alikataa kila nafasi yenye faida aliyopatiwa na badala yake akaandikishwa kwenye seminari. Baada ya kumaliza masomo yake alisafiri kwenda Misri. Alikuwa anakwenda kujifunza Kiarabu na kujiandaa kwa huduma kati ya Waislamu wa China, lakini hakuwahi kufika China. Akiwa Misri alipata ugonjwa wa meningitis ya uti wa mgongo na ndani ya wiki chache William Borden alifariki akiwa na umri wa miaka 25. Magazeti yaliandika vichwa vya habari yakitangaza habari za kifo cha mhitimu maarufu zaidi wa Yale. Waandishi wa habari na viongozi wa biashara waliandika kuhusu jinsi maisha yenye matumaini yalivyopotea kwa huzuni kubwa. Hata hivyo, kabla ya kuugua, William alirudi nyuma kwenye Biblia yake, sehemu ile ile aliyokuwa ameandika kauli zile za kujitoa awali, na akaandika maneno mawili zaidi ambayo yaligunduliwa baada ya kifo chake, chini ya maneno hakuna akiba na hakuna kurudi nyuma, aliandika maneno haya: hakuna majuto. Tazama mpendwa, unapojibu wito wa Mungu na kumpa udhibiti wa maisha yako, ukiishi kwa ajili yake popote atakapokuweka, ngoja ni kuambie, unachagua kuishi maisha yasiyo na majuto. Kwa hiyo unapoishi kwa ajili yake hivyo leo hu. Mpaka tukutane tena. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina.